Haya, Badilika TV tupo kila kona. Sasa hivi tunaizunguka Tanzania kuonyesha Tanzania ina vitu gani, katika kukuelimisha Tanzania na Utanzania. Maana yake ni kukujuza nini Tanzania imebarikiwa na imebeba nini ndani yake. Leo Badilika TV tupo Mikumi kwa ajili ya kukuonyesha kuna viumbe gani, gani wengine ao wanaishi kwa sababu binadamu ni tupo kwenye kundi la mamalia, kwa hiyo wanyama, tuko kwenye kundi moja, kwa hiyo tunaangalia wenzetu wanaishi vipi. Hapa ni Mikumi. Aa, hii ni sehemu kwa ajili ya rejista kuandikishwa kwa, kwa ajili ya malipo kwa ajili ya kupata kibali cha kuingia ndani ya Mikumi ili tuweze kuangalia wanyama mbalimbali twiga, simba, eh, swala, faru, fisi na wanyama wengine bao. Tanzania ni nchi nzuri sana amani iliyo ndio in, faida halisi ya kuwa na amani. Amani tuliyonayo inatakiwa tuitunze sana, ili tuendelee kuenjoy maisha. Maisha mazuri lazima uwe na amani. Kwa hiyo amani tuliyonayo lazima tuitumie vizuri kuhakikisha tunakuwa na furaha, tuna enjoy na tunaishi vizuri. Badilika TV tutakuletea package yote ndani ya hifadhi.